Na mtazamaji, tunaanza na taarifa zetu kuu. Mimi nafahamika kama Rashid Abdalla. Na mtazamaji, kufikia sasa ni kwamba watu kumi na wawili wameaga dunia baada ya kuhusika ajali mbili tofauti kwenye barabara ya Nairobi kuelekea Nakuru. Kwenye ajali ya jana iliyotokea eneo la Manguo katika barabara hiyo ya Nairobi Nakuru, matatu ya kibinafsi ilitoboka gurudumu na kusababisha ajali. Watu watano waliaga dunia kwenye ajali hiyo. Leo asubuhi, dereva wa matatu ya uchukuzi wa umma ya kampuni ya Kijabe Line shindwa kudhibiti gari hilo ambalo lilianguka katika eneo la Kamandura na kusababisha vifo vya watu saba huku wengine wanne wakikimbizwa hospitalini. Ajali hizo mbili zilitokea katika eneo moja. Kiti ya nyuma, so nikapata kuna majamaa wanajaribu kungua hiyo mlango uh, didisha ndio sasa wakanitolea, waka, waka, waka, waka hapo then wakaendelea kusaidia watu wengine, then uh, we were put in one of the vehicles from Dikana Sako ndio ikatuleta hospitali so we we, we were from town, uh, town going to Kijabi hospital. Madereva wanaenda kwa spindi ya hali ya juu sana, na wengine wako kwa simu. Sawa, tungewasihi tu mad madriver Kenya hii watembee waende ile mwendo inastahili waeke ile distance inastahili, na wasikue kwa simu. Na pia tungeuliza the ministry ya transport and communication wanastahili sasa warudishe zile maneno za Michuki, watu wa bebo wale wanastahili madraiva wa waende ile speed inastahili ya 80, na pia wasiende wakikuwa na maneno na simu.